Baada ya Taifa Stars kumaliza safari yake katika michuano ya AFCON 2025 kufuatia kupoteza dhidi ya Morocco. Tupo leo na afisa habari wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Bwana Cleanford Mario Ndimbo. Lengo letu ni kupata tathmini ya safari ya Taifa Stars, mafanikio yaliyopatikana, changamoto zilizojitokeza pamoja na mwelekeo wa soka la Tanzania baada ya michuano hii. Karibu sana Bwana Ndimbo, na moja kwa moja waelezo wa Tanzania TFF inaonaje utendaji wa Taifa Stars kwenye mechi dhidi ya Morocco? ya ulikuwa ni mchezo mzuri, mchezo ambao ulikuwa na ushindani eh, ndani ya uwanja kwa dakika zote za mchezo kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho tumepoteza mchezo. Uh, lakini kiukweli tumecheza vizuri sana katika mchezo huo. Licha ya kupoteza, kila mmoja ameona kwa namna ambavyo eh, wachezaji walipambana eh, lakini eh, ndo hivyo tukapoteza mchezo uh, lakini tunasema kwamba uh, mashindano haya ya Afcon kwa namna moja ama nyingine uh, yalikuwa sehemu pia ya kuendelea kujifunza uh, pamoja na mambo mengine licha ya kwamba uh, tumekuja, uh, kushindana na hivi sasa uh unahisi sababu gani kuu ya haraka haraka unaweza ielezea kuwa imepelekea Taifa Stars kupoteza mechi dhidi ya Morocco? Uh, ukiniuliza ni sababu gani ambayo imesababisha timu iweze kupoteza mchezo uh, ni football, football ndio iko hivyo uh, tumepata nafasi ambazo uh, hatukuweza kuzitumia, wao wakatumia nafasi yao moja, lakini pia tumeona performance ya timu zote mbili uh, kwa namna ambavyo uh, tulicheza mchezo huo uh, kwa hiyo uh, tunakubali kwamba tumepoteza, lakini licha ya kupoteza uh, bila shaka kila mtu ameona uh, ni kwa namna gani ambavyo tumepoteza uh, mchezo huo. Hali mtandaoni si shwari, watu wakijaribu kuelekeza lawama kwa mwamuzi wa mchezo. Sasa wewe unaonaje maamuzi ya mwamuzi na jinsi yalivyoathiri mchezo? Uh, maswala ya waamuzi, waamuzi ni sehemu ya mchezo. Uh, na bila shaka uh, narudia kusema kwamba kila mmoja ameona mchezo kwa, atakuwa ameona kwa namna gani ambavyo uh, mwamuzi uh, amechezesha mchezo ule. Uh, mimi kwangu sitaki kuwa sehemu ya kulaumu uh, naacha kwa upande wa mashabiki wao uh, waweze kusema ni namna gani ambavyo uh, wameona ya ya yale maamuzi ambayo uh, yameweza uh, kufanyika. Kocha Miguel Gamondi ameweza kuivusha Taifa Stars kwenye hatua ya 16 bora kwenye michuano ya AFCON 2025. Pengine kwa uchache una kipi cha kuongea juu yake kwa sababu ni hatua kubwa taifa stars imefikia tangu ianze ushiriki wake wa michuano hii ya AFCON. Ya wakati tunamchukua kocha Miguel Gamondi hatukumchukua tu hatu kwa maana ya kumchukua lakini, tulijua kwamba ni mmoja kati ya makocha uh, wazuri miongoni mwa makocha wengi uh. Kwa hiyo tuliamini kwamba anaweza kutusaidia uh, katika mashindano haya ya AFCON ishirini ishirini na tano Moroko, na kila mmoja ameona kwa namna ambavyo uh, mbinu zake zilivyo mambo mengine ushindani ambao e, tumeweza kuonyesha katika mashindano mpaka tunatoka, lakini kwa mara ya kwanza tukiwa tumeweka rekodi e, ya kufika hatua ya kumi na sita bora. E, kwa hiyo e, kusema kweli ni mmoja kati ya makocha wazuri na ndio maana e, akaaminiwa na kuweza e, kupewa hiyo nafasi e, ya kukifundisha kikosi cha Taifa Stars. Sasa Bwana Dimbo, TFF kwa ujumla, wana kipi cha kuzungumza na wachezaji baada ya kazi nzito walioifanya tangu kwenye hatua ya makundi mpaka kufikia hatua ya 16 bora kwenye michuano hii ya Afcon 2025. Ya, kwa upande wa TFF sisi hatuna kikubwa cha kuzungumza zaidi ya kusema eh, asante kwa wadau wote ambao eh, walishirikiana nasi, lakini asante kwa serikali ambao tumekuwa nao bega kwa bega kuanzia kwenye maandalizi kabla ya mashindano eh, lakini kempu pale Misri, lakini pia wakati mashindano yakiendelea eh, na tunaendelea kushirikiana nao kwa karibu zaidi eh, katika maendeleo ya mpira wa miguu, lakini pia vilevile vile, eh, ni wapongezi wa chezaji benchi la ufundi eh, pamoja na delegation nzima ambayo ilikuwa hapa Morocco eh, ikiambatana na uh, kikosi hicho kwa ajili ya mashindano haya ya Afcon. Kila mmoja katika eneo lake, kila mmoja kwa nafasi yake, eh, amefanya jambo la kuweza eh, kuisaidia timu kufika kwenye hatua hii eh, ya kumi na sita bora ambayo tumefika kwa mara ya kwanza. Sote tunatambua fika kuwa Tanzania, Kenya na Uganda wataandaa michuano ya AFCON elfu mbili na ishirini na saba. Pengine una kipi cha kusema kwa mashabiki wa soka la Afrika, lakini pia wadau mbalimbali kote ulimwenguni? Mashindano yajayo ishirini ishirini na saba yatafanyika kwa ushirikiano wa Tanzania, Kenya na Uganda kwa maana ndio wenyeji wa AFCON hiyo ya ishirini ishirini, eh, na saba eh, mashabiki bila shaka wameona kwa namna ambavyo mashindano ya ishirini ishirini na tano yalivyokuwa, eh, kwa maana ya hapa Morocco. Ndio maana nilisema tokea mwanzoni kwamba pia kwenye mashindano haya kuna vitu vya kujifunza kwa maana ya eh, kila mmoja katika eh, katika eneo lake, hata kwa upande wa mashabiki pia eh, kuna vitu ambavyo kwa namna moja ama nyingine bila shaka wameona eh, katika mashindano haya ya Afcon ya ishirini ishirini na tano hapa ah, Morocco. Tumalizie malizie sasa, kwa ujumla, TFF inatoa ujumbe gani kwa mashabiki wa Taifa Stars baada ya matokeo haya? Uh, ujumbe wetu sisi ni kwamba, uh, tunaendelea kuhakikisha kwamba timu za taifa zinafanya vizuri. Uh, tunaendelea kuwaomba mashabiki kuendelea kuziunga mkono, uh, timu zetu za taifa pale ambapo zinacheza katika mashindano mbalimbali. Mimi ni kushukuru sana bwana Clinford Mario Ndimbo, afisa habari wa TFF. Kwa niaba ya South Digital, mimi ni Amina Akiba. Asante.